Njoni nanyi mtaona, na wakaenda wakaona akaapo. Ndugu zangu katika Kristo, tunakutana jioni hii kama jumuiya ya watawa wa shirika la moyo safi wa Maria tukiwa tuna msukumo wa jambo kubwa moja: kuwakaribisha, kuwapokea, kuwaingiza rasmi wakristo wenzetu, ndugu zetu, wadogo zetu, wanetu katika malezi ya utawa. Tukiwa na lengo hilo tunaalikwa na neno la Mungu, Injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya 35 mpaka 39, na kwa namna ya pekee aya ya 39. Hawa wakristo wenzetu kwa muda mrefu wametutazama, wametuuliza wametuhoji ni nini kinaendelea huku katika maisha haya. Kwa kutumia kauli ya Bwana wetu Yesu Kristo, na sisi tumewaambia njooni nanyi na mtaona. Wamefika, wanapaswa kuona nini? Mosi, mtatarajiwa kuona na kujifunza neno la Mungu katika kutafakari maisha ya sala. Lakini pili, mtaona na kujifunza nini? Ni maisha ya tafakari ya maisha ya Ukristo kwa ukaribu zaidi, kuwa wafuasi wa Kristo ukijihusisha na sala za vipindi na liturujia, hasa ibada ya Ekaristi Takatifu. Tatu, mtaona na kujifunza ukiendelea na somo hili mitume walipomfuata Yesu aliendelea kuwaambia. Kwanza walikuwa na shughuli zao wanafanya, walikuwa wavuvi. Andrea na Petro ndugu yake walikuwa wavuvi, akawafundisha akawaambia, sitaki tu mbaki hivyo, lakini nataka muwajibike kwa jambo lingine mtakalokuwa nalo katika kuona na kujifunza ni jinsi ya kujitoa, kujitoa katika kufanya utume mbalimbali mbali, kufanya kazi na kujitegemea kwa maana ninyi wenyewe, lakini na wale wanaowalea kushirikiana nao katika uwajibikaji mbalimbali mbali. Na jambo lingine mtakalojifunza au kuona wenzenu wanafanya, utawakuta wanaishi maisha ya juu katika ushirika huo mjiunge nao, mjifunze kwao, na muishi kama wanavyoishi wao katika jumuiya, katika umoja wa ushirika. Na hatimaye jambo lingine mtapaswa kujifunza, sasa ule msukumo uliowaita ama ulio wakaribisheni nini, kuishi maisha ya kumfuasa Kristo kwa ukaribu, kwa mashauri ya Injili utajifunza ufukaa, utajifunza utii, utajifunza usafi wa moyo. Kwa tumuombe tumwombe Mwenyezi Mungu ambaye amejitambulisha kwenu kama mwana kondoo, na ninyi mkatamani, mkauliza hivyo, unaishi wapi? Amewaambia sasa kwa sasa, anaishi Makoko ndomsiaji kupitia watawa, anawataka mjifunze hayo niliyo yatamka. Tunawatakia kila heri, Mwenyezi Mungu awabariki sana.